Wa moyo leo tunasonga naye ikiwa ni katika hatua yake ya ishirini na nne. Tunaendelea pale pale tulipoishia katika hatua yake ya ishirini na tatu ambapo madaktari walikuwa katika jitihada za kurejesha fahamu za Cecy na Colin. Ni nini kinakwenda kujiri? Mimi na wewe tuende pamoja na hii Wakili wa moyo katika hatua yake ya ishirini na nne. Basi baada ya mazungumzo na mganga, mama Colin pamoja na mama Cecy walitoka ofisini kwa mganga mkuu na kukutana na Mage na mama yake ambao walikuwa wakiwasubiri nje. Kwa vile hakukuwa na uwezekano wa kuona wagonjwa kwa wakati ule, walikubaliana kurudi nyumbani mpaka kesho, ambayo wangerudi kuwaona. Siku ya pili yake alfajiri, walikutana wote katika hospitali ya Muhimbili lakini kwa vile daktari alikuwa hajafika kwa muda huo, ilibidi wamsubiri mpaka saa moja asubuhi alipofika na kuwaona aliwaeleza kusubiri ili afike wodini kwanza. Dr. Bukos baada ya kuwazungukia wagonjwa wote na kuchukua taarifa kutoka kwa daktari wa zamu aliwafuata kwenda kuwaona wagonjwa wao. Waliingia mmoja mmoja kutokana na taratibu za kuingia chumba cha wagonjwa maututi ICU. Colin alikuwa akipumulia mashine akiwa amelala bila kutikisika lakini Dr. Bukos aliwaeleza kuwa kidogo ameanza kupata fahamu kwa misuli ya mwili kuanza kufanya kazi taratibu, japokuwa hakuonyesha mabadiliko yoyote zaidi ya kulala vilevile vile vile walivyomkuta. Katika chumba kingine, Cecy naye alikuwa vilevile amejilaza akitumia mashine kwa ajili ya kupumua, na yeye alionekana ufahamu bado kabisa, japokuwa mapigo ya moyo dokta alisema yapo mbali sana lakini aliomba wazidishie kumwomba Mungu na si kulia. Baada ya wiki moja, hali ya Colin iliimarika kidogo kwa kuweza kutambua watu, japo bado alikuwa hawezi kuzungumza haraka kwa kutafuta maneno. Cecy, hali yake ilikuwa bado mbaya, pamoja na mwili kuanza ku rudisha hisia, bado alikuwa akiendelea kutumia mashine ya kumsaidia kupumua. Ndugu alijikuta katika wakati mgumu baada ya kuamini uwezo wa madaktari wa Tanzania uliishia pale baada ya hali ya Cecy kuonekana kuchelewa kuimarika. Mganga mkuu aliomba kama wana uwezo basi Cecy apelekwe India kwa ajili ya matibabu zaidi baada ya kuamsha mwili, lakini hali ilikuwa bado tofauti na Colin ambaye aliweza kula hata kufanyishwa mazoezi, japokuwa alikuwa akizungumza kwa shida. Madaktari walihakikisha ndani ya wiki nyingine hali itaimarika zaidi na kuweza kuanza mazoezi ya peke yake. Fedha iliyokuwa ikitakiwa kwa ajili ya matibabu ya Sesi na nauli na msaidizi wake ilikuwa kubwa, ambayo mama Sesi hakuwa na uwezo nayo. Kwa jinsi hali ya mgonjwa ilivyoonekana, mama Colin aliamini kabisa Sesi hawezi kupona, kwa hiyo kutoa kiasi hicho cha fedha ni sawasawa na kuzitupa. Lakini mama Cecy alikuwa radhi kuuza nyumba ili tu mwanaye akatibiwe. Mama Colin alimshauri asisumbuke, kwa vile wagonjwa aina ile huwa hawaponi, asipoteze nyumba, kwani Cecy akifa atakuwa hana sehemu ya kukaa. Mama Cecy alikuwa radhi kulala nje, lakini ajue hatima ya hali ya mwanae. Na ili kujitoa kwenye lawama, mama Colin alichangia milioni tano katika milioni ishirini na tano zilizotakiwa. Mama Sesi alitafuta dalali kuuza nyumba kwa bei ya kutupa ili tu mwanae akatibiwe India, kama kufa basi afya akijua alikuwa anapigania maisha yake. Wiki ile ndio ilikuwa wiki ya malipo ya Sesi kutoka katika kampuni ya jarida la Ibon ambayo iliingiza kwenye akaunti ya Cecy lakini pia walifunga safari mpaka Tanzania kuonana na Cecy kwa ajili ya kumpiga picha zingine kwa ajili ya matoleo mengine. Uongozi wa kampuni ile ulipanga kumpa mkataba mnono wa muda mrefu zaidi, pia kumfunga asitumike kwenye majarida mengine. Walipofika walitaka kuonana na meneja wake ambaye ni mchumba wake Colin, ambaye alikuwa ni mmiliki wa kampuni ya urembo. Taarifa walizozipata ziliwashtua sana, kusikia eti Cecy na mchumba wake lipata ajali mbaya sana. Walikwenda mpaka hospitali kwa ajili ya kuwaona. Colin alionekana hajambo, lakini Cecy bado hali yake ilikuwa tata sana. Walionana na mganga mkuu na kutaka kujua nini hatima ya mgonjwa kwa siku alizoka hospitali. Aliwaeleza hatua walizochukua tokea mwanzo kwa wagonjwa wote na kufanikiwa kwa mmoja na sehemu walipokwama na kuhitaji msaada wa matibabu zaidi nje ya nchi. Walulizia kama kuna uwezekano wa mgonjwa kupona na waliambiwa kuwa upo, lakini ni almost 50 50. Walulizia kuhusu gharama ya matibabu yote na walielezwa kuwa ni takribani milioni ishirini na tano kwa awali na kama itazidi watajulishwa. Kwa vile mgonjwa hakuwa wa kutoka mapema, hatimaye walikubali kugharamia matibabu ya sesi mpaka hatua ya mwisho kabisa. Baada ya makubaliano hayo, zilifanywa taratibu zote za kumsafirisha mgonjwa na mtu wake wa karibu. Siku ya tatu, sesi alisafirishwa pamoja na mama yake kwenda India kwa ajili ya matibabu ambayo wengi waliamini madaktari wa Tanzania waliona aibu kusema ukweli kuwa Sesi amesha kufa na kinachosubiriwa ni kupoa tu. Baada ya safari ya angani walitua katika jiji la Mumbai na kupelekwa katika hospitali ya Apollo. Sesi alipokelewa mara moja na alianza kupatiwa matibabu kwa kuchukuliwa vipimo vyote ili kuangalia tatizo lipo wapi. Baada ya kurudi majibu ya vipimo, ilionyesha Sesi atapona lakini itachukua muda kidogo kurudi katika hali yake ya kawaida kutokana na kupoteza kumbukumbu kumbu na ubongo wake kucheza kidogo, lakini alikuwa na bahati nzuri, ubongo haukuvuja damu. Turudi bongo ambapo hali ya Colin niliendelea vizuri kwa kuimarika kwa kasi kubwa tofauti na walivyotegemea. Baada wikimodi, ya wiki moja aliweza kuzungumza vizuri na kuanza kumkumbuka mpenzi wake Cecy. wakiwa wamekaa kitandani, Colin alimuuliza mama yake, mama, mbona simuoni Cecy wala mama yake leo? ni siku ya tatu sasa. Cecy alisafiri, walifiwa na bibi yao kabla hujapata ajali. Mama, ina maana nilipata ajali peke yangu? Swali so, lile lilimchanganya sana. Mama yake aliamini ya mwanaye baada ya ajali alipoteza kumbukumbu na kutaka kumshtua kutokana na hali ya mchumba wake ambayo aliamini aliondoka mfuko wa asilimia tisini na tano. Kwani unakumbuka nini? Unajua mama nakumbuka wakati napata ajali nilikuwa na Cecy tukitoka mazoezini na sababu ya ajali ni Mage. Mage? Mama Colin alishtuka hapo. Ndiyo mama, ni Mage. Mage kasababisha ajali kivipi? Colin ndipo alipotumia fursa hiyo kumwelezea tukio zima la ajali jinsi lilivyotokea mpaka kupata ajali. Baada ya kumsikiliza aliguna na kusema Mani, Mage aliandika ujumbe gani? Kwa kweli sikuona, bali usomaji wa Sesi ulionyesha ujumbe sio mzuri. Sasa wewe, nini kilikupelekea kupata ajali? Mama, baada ya kumwangalia Sesi usoni, moyo ulishtuka na kujua hakuna tena usalama, kwa vile alishamshutumu Mage mapema baada ya hukumu ya mchumba wake kabla ya simu na kutishia kusitisha mkataba. Mage alinipigia simu na kuzungumza maneno ambayo ni uchokonozi, kwa vile anajua kabisa nipo na nani. Mm. Inaonekana alikuacha bado anakupenda. Ulikuwa una hiari kukubali au kukataa au hata kumfanya sipetairi. Mama, sisi ni kila kitu kwangu. Ndio mwanamke wa pekee mwoni mwangu. Sina nafasi nyingine tena. Lakini umetokea kujua ameandika ujumbe gani kabla ya kupagawa na kusababisha ajali mbaya. Kwa nini gari limeharibika sana? Limeungua lote na moto. Mungu wangu. Na vipi kuhusu Sesi? Naye alipata majira kama yako? Yupo hapa hospitali? Hapana, yeye inaonekana alipata matatizo makubwa na kukimbizwa huko India. Du! Lakini taarifa zinasema anaendelea vizuri. Hospitali inatoka lini? Wiki hii. Lakini utatakiwa kuja kila siku asubuhi kufanya mazoezi ya viungo ili kurudisha mwili katika hali yako ya kawaida. Ah, mama, mi nikijisikia vizuri kidogo itabidi niende India kumwona mpenzi wangu. Hakuna tatizo Colin. Tutakwenda wote. Mama Colin alimkubalia maanaye kwa kumpa moyo, lakini aliamini kabisa Cecy siku zake zilikuwa zikihesabika. Walichokuwa wakisubiri ni taarifa za msiba wake wa pekee. Katika hatua hii tumeweza kuona madhara ya ajali ambayo ilitokea baada ya SMS ambayo ilitumwa na Mage kwenye simu ya Colin na kusomwa na Cecy, ambapo baadaye tunakuja kuona madhara ya ajali ambayo imeweka maututi katika hali mbaya sana, Cecy na Colin. Kwa upande mwingine, tunaona binti Cecy ambaye anaonekana kuathirika zaidi na ajali, hali inayofanya matibabu yake kushindikana katika hospitali ya Mwembili. Kwa hiyo anapata rufaa ya matibabu zaidi nchini India. Ni nini kitajiri baada ya hayo yote mimi na wewe tukutane tena kwenye Wakili Wa Moyo katika hatua yake ya ishirini na tano. <tune>